Katika video hii naenda kuonyesha tunavyomzuia Mungu kutuponya kwa sababu ya kumwekea mipaka. Sisi wenyewe tunamwekea mipaka kwamba atende mpaka hapa tu, upande huu asije. Kama kuponya, basi aponye kikohozi tu na kuumwa tumbo, lakini sio malaria au kansa. Hapana, hizo asiguse. Nipe muda kidogo, nami nitakuonyesha jambo. Zaburi ya 78 mstari wa 40 na 41, Bibliya inasema "Walimwasi jangwani mara ngapi, na kumhuzunisha nyikani. Wakarudi nyuma, wakamjaribu Mungu, wakampa mpaka Mtakatifu wa Israeli. Hii inaongelea wakati ule wana wa Israeli wanataka kuingia katika nchi ya ahadi, mpaka wakatumwa wapelelezi 12 kwenda kuangalia ile nchi ya Kanaani, alafu walivyorudi wakaja na ripoti ambayo kukaa kuna ripoti mbaya na ripoti nzuri. Katika hiyo ripoti mbaya ambayo ndio wengi waliamini, wakasema wameona majitu huko Kanaani, majitu na wao wakajiona kama panzi mbele ya hao majitu, na hao majitu ndivyo walivyowaona. Kwa hiyo ni bora warudi watafute akida mwingine, wageuke waende zao Misri walikotoka wakawa wamemdharau Bwana. Ndio maana hata katika ile Hesabu, manake tukio hili kwa katika kitabu cha Hesabu sura ya 13 na 14, pale sasa katika Hesabu sura ya 14, mstari wa 11 Bwana akamuuliza Musa, je, watu hawa watanidharau hata lini? Wasiniamini hata lini, nijapokuwa nimefanya ishara hizo zote kati yao? So kilichofanya kwamba wamwekee Mungu mipaka ni kwa sababu ya kutokuamini. Walimwekea Mungu mpaka kwa sababu ya kutokuamini. Mungu alitaka awaingize katika nchi ya ahadi, lakini wao wakamwambia hapana, Mungu, kwa aliyofanya huko jangwani, huko wanatosha, lakini swala ya kuingiza katika nchi ya ahadi, wewe Mungu hauwezi. Yani wao hawakuamini, kwa hiyo wakamwekea mpaka Mungu. Ndio wanasema wamemdharau kwa sababu ya kutokuamini kwao. Ukisoma katika Injili ile Marko sura ya sita Marko sura ya sita mstari wa pili mpaka wa sita inasema: na ilipokuwa Sabato alianza kufundisha katika sinagogi, wengi waliposikia wakashangaa wakisema, huyu amepata wapi haya, na ni hekima gani hii aliyopewa huyu, na ni nini miujiza hii mikubwa inayotendeka kwa mikono yake? Huyu si yule seremala mwana wa Mariamu na ndugu yao Yakobo na Yose na Yuda na Simoni na maumbu yake hawapo hapa kwetu? Wakajikwaa kwake. Yesu akawaambia, nabii hakosi heshima isipokuwa katika nchi yake mwenyewe na jamaa zake na nyumbani mwake. Wala hakuweza kufanya muujiza wowote huko isipokuwa aliweka mikono yake juu ya wagonjwa wachache akawaponya. Akastaajabu kwa sababu ya kuto kuamini kwao katika vile vijiji akifundisha. Nataka unotisi kitu kimoja hapo katika hiyo Marko ule msali wa tano kwamba wala hakuweza kufanya muujiza wowote huko. Unaona eh? kwa hao watu ambao walikuwa na hayo maswali, kwa sababu hawakumwamini. Kwa hiyo kilichomzuia Yesu kufanya muujiza huo huko siyo mapenzi ya Mungu kwamba Mungu atakiw aponye kwa miujiza, wala siyo kwamba Yesu hakuwa tayari, wala siyo kwamba hakuwa na upako huo. Kilichomzuia ni kutokuamini kwao hawa watu. Yani nao walimuwekea Yesu mipaka, walimuwekea mpaka kwa kutokuamini kwao. Basi endelea kuangalia ili ujue unainukaje kiimani usimwekee mipaka kwa sababu, ili uweze kupona inabidi usimwekee Mungu mipaka katika huo ugonjwa unaoumwa, kwamba ye hawezi. Inabidi huo mpaka uondoe. kwa hiyo tuendelee pamoja, ili kujua tunaondoaje huo mpaka. Ili kuepuka kumwekea mipaka Mtakatifu wa Israeli, inabidi uishi ukweli kwamba Mungu ni wa ishara na maajabu. Sisi tunachoona ni ishara na maajabu, kwa Mungu ndio kawaida. Yani, kama vile samaki kuogelea, unaona samaki ni kitu cha ajabu kwamba na, anaogelea kwenye maji, anaogelea, anapumua kule kule ajinje kutafuta hewa na kila kitu kiko safi. Anawezaje? Ni ishara na maajabu, lakini kwa samaki ndiyo kawaida ya maisha, ndivyo mfumo wake wa maisha ulivyo. Yani kutokuogelea kwake ndo kunamshangaza. Sasa ndivyo hivyo Mungu alivyo. Mungu ni wa ishara na maajabu na maisha yake na mfumo wake na jinsi yanavyoenenda ndio hivyo kwetu sisi, ndio ishara na maajabu, lakini kwake yeye ni kawaida. Ukisoma katika Mathayo ile sura ya sita, wakati Yesu anafundisha wanafunzi kusali, ile sala ya baba Yetu uliye mbinguni, akasema basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Fikiria kitu kimoja, ukimwambia rais wa Marekani mapenzi yake yafanyike nchini kwenu, halafu nchini kwenu ni nchi ya kidikteta, siyo demokrasia. Basi unategemea kwamba kama rais wa Marekani akijibu maombi yako, mapenzi yake yakafanyika nchini kwenu, basi mtahama katika mfumo wa dikteta, mtakuwa katika mfumo wa demokrasia, kwa sababu ndio mapenzi ya rais wa Marekani yametimia nchini kwako au ukimwambia mfalme wa nchi moja ya Kiarabu mapenzi yake yafanyike nchini kwenu, basi unategemea baada ya siku kadhaa dress code za wanawake nchini kwenu zibadilike, mfumo wa maisha unabadilika kutokana na mapenzi ya huyo uliyemwambia yatimie nchini kwenu. Sasa Mungu wetu mfumo wake ni wa ishara na maajabu, kwa hiyo unavyoomba mapenzi yake yafanyike unategemea kwamba kuna vitu vitabadilika na mfumo wa maisha utabadilika. Unasema ufalme wake uje, kwamba ufalme wa Mungu ukija kuna vitu vitadhihirika ambavyo vitaelezea mfumo wa maisha ya ufalme wa Mungu, ufalme wa mbinguni. Danieli sura ya sita mstari wa shina 6 na shina saba. Wakati mfalme Dario amestaajabu kwamba Danieli ametupwa katika tundu la simba, lakini wale simba hawajamrarua, hawajammaliza, Biblia inasema Dario akasema, mimi naweka amri ya kwamba katika mamlaka yote ya ufalme wangu watu watetemeke na kuogopa mbele za Mungu wa Danieli, maana yeye ndiye Mungu aliye hai adumuye milele, na ufalme wake ni ufalme usioharibika, na mamlaka yake itadumu hata mwisho. Yeye huponya na kuokoa, hutenda ishara na maajabu mbinguni na duniani. Ndiye aliyemponya Danieli na nguvu za simba. Hapa mfalme Dario anaelezea kwamba maisha ya Mungu yalivyo na mfumo wake na taratibu zake, kwamba yeye ni Mungu aliye hai, ufalme wake unadumu. Lakini cha msingi, yapo kutokana na madaifu, ni kwamba huyu Mungu anatenda ishara na maajabu mbinguni na duniani. Kutokana na huu mstari ukija ukaunganisha na yule Matayo tuliyoisema, kwamba mapenzi ya Mungu yanafanyika huko mbinguni, ila hapa duniani ni mpaka tuyaombe yafanyike, na ufalme wa mbinguni huko mbinguni, ila hapa tunaomba uje, hivyo mambo ya hapa yakibadilika, yakaamba Tana na kuendana na ufalme wa mbinguni na mapenzi ya Mungu, lazima swala la ishara na maajabu litakuwa lina udhihirisho, kwa sababu Mungu anatenda ishara na maajabu mbinguni, ila hapa duniani ni mara moja moja tu, kama katika kesi kama hii ya Danieli. Hivyo tunavyoomba mapenzi yake yafanyike na ufalme wake uje, tunategemea ile extent ya ishara na maajabu kufanyika hapa duniani itaongezeka, itakuwa zaidi, udhihirisho mwingi na mambo kama hayo. Ndio maana katika Matendo ya Mitume, wale mitume walipofunguliwa baada ya kupigwa, wakaenda kuambia ndugu zao. Wale ndugu zao waliposikia, wakampazia Mungu sauti zao kwa moyo mmoja wakisema, Mola wewe ndiwe Mungu, ndiwe uliyefanya mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo, nawe ulinena kwa Roho Mtakatifu kwa kinywa cha baba yetu Daudi mtumishi wako, Mbona mataifa wamefanya ghasia na makabila wametafakari ubatili? Wafalme wa dunia wamejipanga na wakuu wamefanya shauri pamoja, juu ya Bwana na juu ya Kristo wake. Maana ni kweli, Herode na Pontio Pilato pamoja na mataifa na watu wa Israeli walikusanyika katika mji huu, juu ya mtumishi wako mtakatifu Yesu uliyemtia mafuta, ili wafanye yote ambayo mkono wako na mashauri yako yamekusudia tangu zamani yatokee. Basi sasa, Bwana, yaangalie matisho yao, ukawajalie watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote, ukinyosha mkono wako kuponya, ishara na maajabu vifanyike kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. Hata walipokwisha kumuomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hawa baada ya kuomba mapenzi yake yafanyike, ufalme wake uje. Unaona mpaka walipokuwa wamekusanyika pale pakatikisika, na waliomba kwamba Mungu ajidhihirishe kwa mambo gani? Kuponya na ishara na maajabu vifanyike. Mungu ni Mungu wa ishara na maajabu, ndiyo maana yasiyowezekana kwa wanadamu yanawezekana kwa Mungu. Usimwekee Mungu mipaka. Amini anaweza kukuponya hata kama unaumwa ugonjwa gani. Amini kwamba anaweza kukuponya hapo, ndipo unakuwa umeondoa mpaka, ujamwekea mpaka Mtakatifu wa Israeli. Kumbuka Waraka wa Kwanza wa Petro sura ya pili mstari wa 24 inavyosema, kwa kupijwa kwake mliponywa. Yaani, haiongelei aina gani ya ugonjwa hapo, kwamba kuna mengine hajapona. No, kwa kupijwa kwake uliponywa. Kwa hiyo amini kwamba anaweza kukuponya. Kama uje subscribe kwenye hii channel, subscribe kwa sababu naenda kuongelea katika video inayofuata mambo saba yanayoonyesha kwamba ishara na maajabu ndiyo kawaida ya Mungu na hutaki kukosa iyo video, kwa sababu itakusaidia kuweza kuelewa kwamba mfumo wa Mungu ni ishara na maajabu na kujengea imani ya kwenda katika ishara na maajabu ili kupokea uponyaji wako. Ni hayo tu kwa leo, tuwe pamoja katika hiyo video ijayo. Kumbuka Kristo Yesu anakupenda nami nakupenda pia. Barikiwa.